Nikwambie kitu sisi, kama Simba, kama tunakuwa na umoja kuanzia juu mpaka huku chini, chewa see, tunatisha. Lakini kama tunakosa huo umoja, ndio pale tunapoingia kwenye matatizo, unaona bwana. Lakini kutoka juu kwa viongozi wetu mpaka wilaya mpaka mpaka mkoa au sasa bwana, mpaka sisi ku matawini, kama tuko wamoja, chewa sisi tuko vizuri, tunatisha. Nesimba, hakuna umoja. A, um, a, umoja upo lakini sasa una, una, una, una, kuna ku, ku, kasoro wa zinajitokezaga tokezaga za kati ya watu na watu watu na watu kundi na kundi hili wachezaji, kama wachezaji, wachezaji wao ni waajiriwa wa klabu yetu. Wachezaji wameajiriwa na Simba, wameajiriwa na Simba ili kuhakikisha kwamba sisi kama Simba, wao wanaifikisha Simba pale tunapoipataji sisi, kwa sababu sisi viongozi wetu, kwa masikio yangu nimesikia kwamba wanahitaji walanga au nusu finali, au sio bwana? Ndio lengo letu, kama tufike makundi, ikiwezekana nusu finali tufike, au sio bwana? Sasa hilo ni jukumu la, la, la, la wao wachezaji kujua, kwa sababu unajua mtu kishajua wajibu wako, maana kupata shida sio mpaka kila kitu usimamiwe, sio? Unaelewa wewe, bwana, nenda kazini, bwana, wewe amka mpaka, sio kama mtu, wewe nenda shule, ah wajibu wao wanajua kama sisi tumekuja kwenye Simba, tumeajiriwa Simba, tena kwa pesa mapesa mengi tu tunataka tuipe kitu Simba. Huo ni wajibu wao. Bwana Faza shikamoo. Malaba. Habari za Mala, mchana. Salama salama. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Ah, wana ubaya ubela bana, amechangamuka bana, kama umepoa hivi. Hapana, mimi sijapoa ubaya ubela, tuko vizuri ubaya ubela, tuko vizuri. Simba tuko vizuri, kwa hiyo sipo stani. Ila kuna vitu tunapitia kama changamoto. E, kama changamoto lakini Simba tuna tuko vizuri bana. Mimi nataka kufahamu kutoka kwako timu e, imewasili kule nchini Swatini kwa ajili ya mchezo e, wa mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs kutoka nchini humo, matumaini ya Wanasimba kwenye mchezo huu e, hatua ya makundi unaiona ndugu yangu? Mimi kama Simba na mimi kama mwanachama wa Simba mwandamizi, vile vile mwandamizi kumbe e, he, yani na, na hakika kabisa kwamba kwa jinsi uongozi wetu ulivyojipanga yeah, na hakika kabisa tunavuka maku, tunaf, tunafika makundi. Viongozi wamejipanga katika hilo, na siku zote Simba tukishafika kwenye hatua hii, hata lile swala la kusema kwamba ah, wanachama kidogo linakuwa, tunarudi kwenye ile kwenye umoja wetu kwamba kuhakikisha kwamba chama cham, letu linafanyaje linafanya vizuri katika mashindano ya kimataifa bwana shida sisi na tukutaga tukiwa meche za nyumbani hapo ndo wanachama mpaka tunafikia tunagawanyika, umeona bwana. Lakini masuala ya kimataifa sisi tuko kwa vizuri, kuanzia viongozi wetu mpaka sisi wenyewe. Kwa namna ambavyo uongozi umesajili msimu huu, sifa nyingi zimeenda kwao, wakiamini wanasimba kiamini kwamba wana kikosi bora msimu huu. Labda kwenye usajili wewe usajili upe ambao mpaka sasa e, unakuaminisha unakupa ile imani na shauku kuona kwamba e, makundi tunayapata na yale malengo ambayo tumejiwekea msimu huu tunaweza kuyafikia. Uh, mi niseme kwamba kwa wakati mwingine katika usajili ambao umefanywa hivi safari hii na viongozi wetu umefanya usajili ambao sina shaka nao, sina shaka nao na hata hizo sajili zilikuwa zinapita ni kwa sizitilii mashaka sana, ukiachia matatizo ya sisi kama sisi, umeona bwana. Lakini lakini kwa safari hii viongozi wamejitahidi, wamesajili timu. Hata ukiangalia kwaliti ya mchezaji mmoja mmoja unakuta tumesajili tumesajili vijana wenye uwezo, tumesajili vijana wenye uwezo. Na kikubwa tu hapa mwalimu, sasa mwalimu inatakiwa alifanyie kazi, kwa sababu mwalimu ndo anaona. Mwalimu ndo anakaa na wachezaji. Mbona mwalimu anajua huyu anafanyaje, huyu anafanyaje, huyu anafanyaje. Yeye ndio mtu wa, wa mwisho katika katika timu. Kwa sababu yeye ndio ndo anakaa nao, ndo anapanga na ndo, ndo, ndo anawaelekeza. Bwana wewe fanya hivi, fanya hivi, fanya fanya hivi. Na yeye ndo anaona. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka tu kwamba mwalimu wetu mgeni kwetu sisi. Nilikuwa nataka wanachama wote wa Simba popote pale walipo duniani. Inatakiwa tu tumpe muda mwalimu tumpe muda mwalimu, tusiwe tunafanya tunafanya hamaki zile za ikitokea timu imefanya labda sare, basi maneno nasema maneno mabovu mabovu. Hapana, kwa sababu mgeni na timu. Umeona bwana? Kwa hiyo tumpe muda. Mimi naamini na kabisa kwa Simba hii tunafanya vizuri, tunafanya babu, tunatoboa E, kuna kitu umekizungumza, umesema Simba iko vizuri isipokuwa, e, kuna matatizo ya sisi kwa sisi wenyewe. Matatizo yapi hayo bwana? Naona umetoa acha. Ah, sisi kwa mimi, nikisema maana ndio pale niliposema sisi wanachama, ndio pale niliposema sisi wanachama wenyewe huwa tunakuwa na umoja. Umeona bwana? Eh? Na nikwambie kitu sisi kama Simba. Ndio. Kama tunakuwa na umoja kuanzia juu mpaka huku chini, shea sote tunatisha lakini kama tunakosa huo umoja, ndio pale tunapoingia kwenye matatizo, unaona bwana. Lakini kutoka juu kwa viongozi wetu mpaka wilaya mpaka mpaka mkoa, au sio bwana, mpaka sisi kwa matawini, kama tuko wamoja, sheye sisi tuko vizuri, tunatisha A, um, a, umoja upo, lakini sasa una una una kuna kasoro wa zinajitokezaga tokezaga za kati ya watu na watu watu na watu kundi hili na kundi hili, ndio ambao hilo mimi naona, ndio maana nikasema falisi wanachama inatakiwa tuwe wa moja <mah> si vinginevyo, kwa sababu mpira mpira mimi nilikwambia tu mpira, mimi kidogo nimepita kwenye huo mpira, umeona bwana. Sasa eh, hey, mcheza kiasi fulani simamia sasa <laughs> so, kusimamia. Mimi nimepiga. Mbona bwana nimepiga piga kiasi hiyo mzee, hiyo namba saba, namba mbili. Nilikuwa nachukua mzee. Mkoba, unakula e. winga, unakula full back. Eh. Hey. Mbona bwana? Mimi nimepita huko baba. Sio kama mnasema hivyo ma mgeni na makovu ya football huko. Ndio. Mbona bwana? Miaka hiyo. Mbona? Lakini niseme tu kwamba kitu kinachotakiwa sisi kama Simba ni utulivu na tuwe wamoja Mtu asikudanganye, asikwambie kitu chochote, kama hamui wamoja hata kwenye familia, hamwezi kuwa vizuri. Baba mdogo ana lake, shangazi ana lake, babu ana lake. Haiwezekani. Ha, hapo sio pazuri. Lakini ikiwa kama baba baba mdogo, shangazi, babu, bibi wote mnakuwa kitu kimoja, mnakuwa familia bora. Sio mnaelewa? Mnapata familia bora kwa sababu mnasema kitu hichi kimoja. Sasa kama hamna familia bora, hamwezi kusema kitu kimoja. Hamwezi kusema kitu kimoja, hamwezi. Na siku zote katika maisha, mkikaribisha hayo, kwa mfano, mkikaribisha hayo kwenye familia au kwenye kwenye chama chochote kile, kwa mfano kama klabu yetu hii, au sio bwana? Tukikaribisha hayo, maana yake hatuwezi kuwa vizuri, kwa sababu hata wale maadui zetu sasa wanapata, wana, ta, wana, wana, wana, wana mwanya wa kuangalia hapa tupenye wapi, hapa si unanielewa? Kati ya sisi ambao tume labda tume tumeitirafiana, sasa adui anaangalia, anasema, hapa ngoja ngoja niende kundi hili huku leo, sio bwana ndio ma, ndio madu wanatumia nafasi hizo, anaenda kundi la huku, anaatiamsha huku, anakwenda kundi la huku, anafanya mambo yake huku na nini ana huku. Sasa kwa hiyo mbaki hawa wanawasema hawa hawa wanasema hawa, umeona bwana, eh hamfanyi jambo pale hamfanyi jambo pale. Na ndio maana mimi nimesisitiza sana nini, sisi tu wamoja, kwanza viongozi wetu wa juu wa wa, kitaifa ta, katika klabu ya Simba na viongozi wetu wa, wa mkoa, viongozi wetu wa wilaya mpaka sisi matawini tuwe kitu hicho kimoja. Tukiwa kitu kimoja, Simba natisha blaza, kweli kabisa, nakwambia. Na kwa nini labda uh, unazungumza swala la umoja ambalo kwa kiasi fulani unaona ama unahisi kwamba halipo, vitu gani ambavyo wewe unaamini kwamba vimekuwa sababu ya mambo? Kama mwanachama wa Simba, Simba nipo kwenye muda, naona naweza nikaona kwamba hichi kinachofanyika hichi kwa sababu ya hapa hakuna nini umoja? Vitu gani vinavyoondoa huo umoja ndani ya sisi? Unajua aa, umoja maana yake kwamba, kwa mfano kama, kwa mfano kama viongozi wanasema jambo fulani, sawa bwana. Hawa wanapinga hawa wanathibitisha, wana, wana, pana umoja hapo? Kwa mfano viongozi wanasema tufanye hili, timu iwe hivi, tufanye hili tufanye hili, au sio bwana? Uongozi umesema, au sio bwana? Umoja hapo unapatikana. Sasa kama kundi hili kundi hili na na sisi watu wa matawi tumekubaliana na maneno ya nani ya uongozi, maana yake tutakuwa tuko wamoja, tunasema neno moja, sawa bwana. Lakini kama kundi hili hali haliafiki maneno walisema uongozi, kundi hili linafiki, wewe oh, unahisi pana umoja hapo? Hapo hakuna umoja. Umoja huu hivo, labda tofauti katika kujenga tofauti tofauti, ndio hayo nilikwambia, yanaweza kuwa mawazo tofauti Kinachotakiwa hapo sasa, kusiwe na umimi, manake hapo sasa, umimi ndio unaweza ukaiumiza uka timu au ukatuumiza sisi wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana mimi na nasisitiza sana tuwe wamoja, unaona bwana, kwa sababu sisi tumekaa Simba, tumecheza tumecheza miaka minne tumechukua bingwa miaka minne, shehe. Tuna umoja na umoja kweli, mbona tulikuwa tunacheza mpira, kulikuwa hakuna shida. Ule ni umoja tulikuwa nao kipindi kile, umeona bwana lakini mkilegalega kwenye umoja hamwezi kupata kitu, kweli hamwezi kufanya vizuri, na narudia tena, hata kwenye familia, kama baba na, na shangazi waongei vizuri baba mdogo na babu hawasemi hivi na hivi, unahisi kuna umoja hapa? Hamwezi kupata kitu kilimu inayotakiwa. Kwa sababu babu anatofautana na shangazi, bibi anatofautana na, na, na, na, na mdogo wake, sasa kinapatikana nini? Hakiwezi kupatikana kitu. Kwa hiyo mimi ndio maana rai yangu mimi wanachama wa Simba mpaka leo popote pale, unaona bwana, nawasisitiza kwamba tuwe wamoja. Tukishakuwa wamoja, tutasema neno moja, kwa sababu tukikaa wote pamoja, kuanzia viongozi wetu wa kitaifa, wa wilaya, wa mkoa, jamani, tuwe na hili alafu wote tukawa na sisi watu matawini, tukakubali kweli, tuwe hivi. Sasa tunatishaga sana, tunatisha blaza tumalize na, na hili umezungumzia suala la umoja kwa viongozi wanachama, yes. Eh, labda kwa upande wa wachezaji nini ambacho wanapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba malengo yanatimia msimu? Ah, wachezaji kama wachezaji, wachezaji wao ni waajiriwa wa klabu yetu. Wachezaji wameajiriwa na Simba, wameajiriwa na Simba ili ku, kuhakikisha kwamba sisi kama Simba, wao wanaifikisha Simba pale tunapopataji sisi, kwa sababu sisi viongozi wetu kwa masikio yangu nimesikia kwamba wanahitaji walanga au nusu fainali, auso bwana? Ndio lengo letu kama tufike makundi, ikiwezekana nusu fainali tufike, au sio bwana? Sasa hilo ni jukumu la, la, la, la wao wachezaji kujua, kwa sababu unajua mtu kishajua wajibu wako, maanake kupata shida sio, mpaka kila kitu usimamiwe sio, unaelewa? Wewe bwana nenda kazini bwana, wewe amka mpaka, sio kama mtu, wewe nenda shule ah wajibu wao wanajua, kama sisi tumekuja kwenye Simba tumeajiriwa Simba tena kwa pesa mapesa mengi tu, tunataka tuipe kitu Simba. Huo ni wajibu wao eh, huo ni wajibu wao kutimiza hilo. Mi mimi nikushukuru sana, jitambulishe kwanza, sisi mwanzo tulisahau. Ah <laughs> mimi naitwa Salim Haji Mangala.